Ujumuike na familia zako za mtaani then uendelee na majukumu yako. Kwa hiyo mbele yenu ni waumini wa Katoliki na tuna taarifa ya waumini wa Katoliki kuhusu matusi ya Askofu Ruwaich madhabauni. Sisi binafsi tuna tamko letu, tuna taarifa yetu. Kwa hiyo tumependa waandishi wa habari, hii taarifa iwafikie Wakristo wote.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 Biblia inaonyesha wazi dhidi ya matumizi ya lugha ya matusi na hukumu. Yesu Kristu mwenyewe anasema, na nukuu, kwenye Mathayo saba mstari wa kwanza, usimhukumu mtumishi wa, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine, akisitiza kuwa hukumu ya mioyo ni ya Mungu pekee. Tunauliza kwa haki, kwa dhamira safi ingekuwaje kama askofu mwenyewe angeitwa kwa maneno kama hayo madhabahuni? Je, inge, kanisa lingeona hilo kuwa ni fundisho sahihi kwa injili? Kama yeye kweli aliwaitia na Twitter sisi waumini ni marofu wa pumbavu. Sasa what if sisi waumini tuseme kiongozi wetu yuko kama alivyotaja sisi waumini wake. Kanisa lingesemaje eh? Ni waandishi wa habari wenyewe. Kanisa lingesemaje? Kwa hiyo ukirudi kwa maandiko ya kiroho mtume paulo anaongezea usimhukumu mtumishi wa mtu hii nishaisema okay, tunaulizwa kwa haki na kwa dhamira safi ingekuwaje kama askofu naye angegewa hayo maneno mazito kama maneno hayo hayakubaliki yakielekezwa kwa askofu basi hayapaswi kabisa kuelekezwa kwa waumini namba tatu kupingana na kuburuzwa kwa waumini hadharani hii tusikizane ndio la muhimu sana Mafundisho ya Kikristo hayaruhusu kuburuzana, zalani hasa kama wewe ni Mkristo, umepitia hatua zote tatu, umebatizwa, umepata komunio ya kwanza, umepata kipaimara. Hivi vitu lazima utavielewa. Biblia inaelekeza kwamba kama kuna tofauti au malalamiko yashughulikiwe kwa hekima na faraga, kwa hekima na faraga. Yesu anasema, naomba ninukuu, Mathayo 18 mstari wa 15, ikiwa ndugu yako amekukosea nenda kamwonyeshe kamwonyeshe faragani. Eiza anaonya msiwakwaze wadogo wadogo hawa kwenye Matayo 18 mstari wa sita. Kuburuzwa kwa waamini madhabauni ni kuwakwaza, kuwazalilisha na kuharibu imani yao ya kiroho. Hoja yetu ya nne, hoja zilizowasilishwa Vatikani hazijajibiwa. Ni muhimu kusisitiza kwamba chanzo cha mjadala huu ni barua halali iliyowasilishwa kwa balozi wa Vatican nchini Tanzania na waumini wenzetu waliotanguliwa Stanislaus Nyakungu na Elia Faustini. Nafikiri yote mliona, waandishi wa habari, waumini wenzetu walitangulia walipeleka barua Vatican, lakini kama lilivyotokea, kiongozi wetu wa kiroho akajibu pasipo sisi kupata majibu ya waumini wenzetu walitanguliza hiyo barua. Kwa hiyo, barua hiyo ilikuwa ni ombi la kanisa Kuomba thamani tathmini ya uchunguzi juu ya mwenendo wa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania, anayelalamikiwa kuhusishwa na siasa za chama kimoja cha Chadema. Naomba nikitaje, tunashangaa kumsikia askofu wetu na wengine wakiacha kujadili maudhui ya barua ile na badala yake kuporomosha matusi, kejeri na dharau waumini walioamua kupaza sauti kupigania hadhi ya heshima ya kanisa. Hoja ya tano: zama za viongozi wa dini kutisha na kujiona hawakosei zimepitwa na wakati. Kwa mfano, sisi tupo kwenye maparokia huko, kuna viongozi ambao